Karibu sana hii hapa ni Gossip Table mimi naitwa yeah. Ali adabu 13. The online pipipi. Bana nikaribishi vizuri kwanza yeah. Weekend imetulia, weekend imepoa hakuna mambo mengi. Hali ya hewa safi kabisa mvua inanyesha. Tunashukuru Mungu. Mm, kabisa. Na joto kanapungua kwenye dadala. Aa, vizuri kabisa. Yeah. Na kama unafanya kazi alafu kamvua kananyesha kidogo yeah, basi ni vizuri unafanya vitu vyako mapema, alafu na namwai mtu umemwacha baba na mama. Eh, eh, baba na mama kivipi sasa? Basi baba na mama unamwai yule ambaye wewe umemwacha pale. Bwana, ndo muda huu nini? <laughs> mtu nyumbani, tafuta movie ya kuangalia <laughs> ulale. <laughs> Bwana, karibu sana e, moja kati ya vitu ambavyo leo tumekuja navyo mm, na vimekuwa vikizungumzwa sana mitandaoni ni ishu nzima ya Nay wa Mitego bwana. Yeah. Ipo ukisikia Nay wa Mitego kwanza haraka haraka pipi una unapata picha gani? Eh. Serious. Yani ipo serious sana. Mm, cha kwanza, cha pili apendi mambo ya kupinda pinda. Kona kona nyingi. E, yeah, apendi amenyoka hivi. Mhm. Mm, amenyuka hivig Afu, cha mwisho kabisa mimi na mdangu mtaga mbabe wa kitaa. Mbabe. Eh, mbabe yeye mwenye ajita rais wa kitaa. E. Moja kati ya vitu ambavyo vimesungumziwa sana ni Nay Wa Mitego mm, kuhamia Chama cha Mapinduzi. Ni story kubwa sana imeteka, Eyo, mitandao kinoma, kila mtu anaiongelea, anajua issue. E. Kila mtu anaongea. Inaleta e, sana mtafaruku sana katika mitandao. Kabisa kabisa. Ukiangalia, okay, pia hata moja kati ya watu ambao eh, e ni wanaharakati nasema Roma hmm. eh, Roma, Roma Zimbabwe ambaye sasa hivi kwa Marekani au Roma mkatoliki. mkatoliki yeah. baada ya hili vuguvugu ama taarifa za Nay Wamitego kupewa kiasi cha fedha kwamba kapozwa bwana unapozwa mtulia kwanza hapo kaa hapo unasemaje hmm. kwanza eh, kwa hiyo yeye sasa Roma hey. ilimemgusa Mimemtachi. Kwa nini? Yani rafiki yangu mimi wa karibu, wakaribu namuona mwana kama mwanaharakati mwenzangu huko e. kaenda miaso sana Tumiaso sana situmenelewa e. kwa hiyo yeye akaposti picha, akaposti picha ambayo alipiga e. yeye mm, alipiga yeye alipiga kwa Jeremaya yeah. akapiga na ne. na Nay wa Mitego alafu baadaye kwenye ile picha ukiswipe mm. kawafuta wote wawili, sababu so, kala Jeremaya sasa hivi ni yupo chama tawala Hey, hey, mapema mapema sana maendeleo yana chama Maendelewa, eh? Maendeleo yani eh, wana... ndio maana unaambia, katika dunia yetu ya saizi tuliopo mm. sijui kutokana na utandawazi mm -hmm. umekuwa sana mm. yani kila kitu mtu anachofanya saizi hey. ni pesa ah, pesa, yani hata ukienda kanisani, utasali utamwomba Mungu, lakini kutakuwa tu pale pana segment ile ya pesa, mwaga fedha Mungu asikie hey, kwa hiyo kila sehemu ni pesa, yani bila pesa kwenda kwa hiyo, labda, ukimwangalia, kwa hiyo upande maisha hayawezi <laughs> kwenda akanyoka waa. Unaambia kwamba ni taarifa ina ukweli kwa sababu <laughs> ni naye, unajua kajibu <laughs> ikasema kasema bwana, mimi thamani yangu ambao nimejitengenezea kwa wananchi ambao yeah. wananisikiliza na na mashabiki wengi e, mm. siwezi kununuliwa kwa milioni mia na pia mimi sina kasema, mm. hivyo yeye hana chama kasema hivyo yeye hana chama na hawezi kununuliwa kwa milioni mia sasa mm. baada ya huku na kule nikapita kwa moja kati ya watu ambao yeah. hawapitwi na vitu Mange Kimambi mm. akawa yeye ndio... watu ambao wanajua kila kitu ingawa yuko mbali ehe, kwa hiyo na yeye pia akawa ameongelea hii issue na ameifungua kwa, kwa maana kama yeye alikuwa ana taarifa hizi kitambo sana. yeye anaza ndani kabisa. sanazandani. So hapa alianza kufungua kwa uh, kup kidogo uh, apu yake and then akasema mm. Nay wa Mitego kahamia CCM rasmi, amepewa milioni mia cash, kwamba sijui tuna kuingizia kwenye benki sijui control number hiyo, hamna yani kibu... yani, unaletewa kama zipo kwenye begi unaziona mm. kibunda cha maana, milioni mia cash mm -hmm. waliokuwa wanatengeneza dili nzima yani kuongea na ab... mm. Tuwe hii tu wenye mabano ishakuwa kwa nzito, lakini ni kwamba yeye anamaanisha kwamba mm. anasema pesa kapewa na yeye sasa hivi katulizwa, yaani unajua moyo wa mtu ukiwa unataka kitu, unakuwa unafanya kwa moyo wote. Kwa hiyo mtu akija e, bwana hii hapa wale kwa wanaosema pesa ni sabuni ya roho nafikiri, na toa povu mbele, haitoi povu. <laughs> Kwa hiyo yeye Mange kadhibitisha, anasema bwana, itaarifa ni iko hivyo yeye, lakini kwa upande wake. Ila sasa Nay Wamitego mwenyewe kaanusha, akasema yeye hawezi kununuliwa kwa milioni 100. Wewe sasa kwa upande wako vipipi? We, ndo we nakuja milioni 100 pipipi, bwana so, 100 nimekuanzia mbali, haifiki bwana, mimi <laughs> <Mokwazia bari. laughs> <laughs> e, nakuletea ah. milioni ngapi? milioni kumi nakusogezea hamsini. Wapi kumi 15? ah, ah, ah, boss <laughs> ah, ah. Mm -hmm. Aina hiyo ya mchezo top ishirini unasemaje? Mchezo umeletewa milioni <laughs> mia, hizi hapa. Hata wewe jamani, mtazamaji wangu, hebu sema hata mm -hmm. wewe umeletewa milioni mia, hizi hapa, ujafanya kazi yoyote, ujatolea jasho la mm hizi -hmm. hapa bwana, sisi tunachotaka ufanye kitu kitu chenye kutumia nguvu, amna nguvu yoyote, ni wewe tu kunyamaza tu kimya, kuendelea na mishezo mm -hmm. utakataa sema sasa, hii pia itakuwa haina afya mm, kwa muziki wake kabisa. Kuna moja ya komenti nimeziona, mm, nikasema sisi tutasema, mm, sisi tutasema kwa sababu wao wanaofia kusema, sisi tutasema. Kuna mm -hmm. mtu mmoja akasema Nay wa Mitego, yeah, kama ni kweli kaamua kutoka upande mmoja akaenda upande mwingine, maana yake kasaliti idadi ya watu ambao walikuwa na msapoti kwa yeye muziki wake aliokuwa anaufanya ambao alikuwa unawafunua uh, serikali kwa sababu muziki wake ulikuwa unaonyesha labda kuna sehemu, kuna tatizo. Na na seri... unajua serikali pia imeweka wazi kama hmm, kuna msan, msanii kazi ya sanaa ndiya ni kuelimisha, kukosoa. Ipo hata ukienda Basata, msanii e, ana haki ya kukosoa, kama e, labda anaona sehemu e, labda serikali haijaifanyia kazi anaweza yeye akatumia kazi yake ya sanaa kuwasilisha e na kitu akitu chengine msanii ni kiocha jamii, ukiachana hey, na waandishi wa habari kwamba tunakuhabarisha wewe habari mm, lakini hata msanii naye ana uwezo huo huo wa kukupatia wewe taarifa mm, anaonyesha bwana, hapa kuna moja mbili tatu. kwa hiyo mm, watu wengi walikuwa wanamchukulia Nay wa Mitego ni msanii huyo, mwanaharakati. kwa hiyo yeah, baada ya kusikia kwamba Nay wa mitego ameenda huku, watu wanasema ya kwamba kama ni kweli kaamua kutoka upande huu na kuhamia upande wa chama kabisa, kajisajili kwa mwanachama wa chama fulani anapoteza mashabiki zake, lakini kuna mmoja pia akawa amefika mbali zaidi mm, akasema hivi, Nay wa Mitego muziki wake mm, ulishaisha kitambo, yani ule muziki wake, ni ni mwana muziki. Muziki wake yani, na namsikiliza na Mitego like, ni mwanamuziki muziki wake ulishaisha kitambo yani hana ladha, watu wanavyosema kwenye comment, hiyo comment hapa. Vipi bwana, umeiona? <coughs> anasemaje? <coughs> Yaani ni Wamitego kapoteza ladha, sisi hatukuwa tunasikiliza muziki wake bali tunasikiliza meseji zake Yaani muziki wake hauna ladha, ulishapotea. ule hello my love eh na nini, akaduma kadumba ule, ule, yeah. Baadae sasa watu wanamsikiliza kwa sababu wanaamini, mm. kuna vitu anavisema kwenye muziki wake Nay <coughs> katoa muziki mmoja, nimsikilize. kasema kitu gani hapo? Ah, kweli kwa saizi Nay alipokuwa anaimba nyimbo, mm. alikuwa ni kama anatupa ujumbe. Ukiangalia ni kweli, angalia hizi achana zenye nyimbo zake zile za kipindi kile, watu wanacheza nini, uh -huh. lakini za saizi alikuwa ni kama anatuletea ujumbe. Hata ukiangalia staili ambayo alikuwa anaimba kama Loma, mm. Loma Mkatoliki, mm. Mkatoliki, nyimbo zake za zamani zikuepo kweli, ni nyimbo mtu unacheza, lakini baada ya hapo akatuletea nyimbo kama ujumbe, mm. Kwe kwele, kwele, ujumbe anawasilisha wao ni kweli na yeye ni kweli, alikuwa anatupa ujumbe na tumemisi sana, kwa tunatamani arudi tena, atupatie, tena eh, kwele, basi akubali kibunda atulie sasa sasa naweza unajua anapitia situation gani kwamba hivi ukiletea kitu ha? kama kama ka, umechaka hata unaona milioni 100 hapa vipipi wewe. Unajua kuna milioni mia hapa sasa kuna ha -ha, ndio. Yaani <laughs> Eh, eh, <laughs> nataka mambo si eh, mengi una na signi na, milioni mia nyingi sana bana. We mtazamaji, uletee kiasi gani cha fedha ili utoke kwenye chama ambacho uko nacho ukonacho sasa hivi uamie chama kingine mm, upewe bei gani? Hebu tuwambie hapo kwenye comment. Na kesh iwe kesh kabisa isiyo mambo ya chek, iwe kesh Upewe bei gani, ili utoke kwenye sehemu hiyo ambayo ulipo kwenye chama chako uamie chama kingine, kweli kabisa. E, eh, tuambie. Mimi binafsi mimi sijui, nipe bei gani? Mimi mtu ambaye ana ofa nzuri tu aje, wewe wewe wewe <tuce> wewe, hata akipungua sawa, mimi njoo tu, ofa anzie hata kwenye laki. Tunaongea maisha, si ndo haya maisha, si ndo haya pipi we njio kwenye laki laki na huko au unalipa hata kidogo kidogo, kama <laughs> kama simu ya mkopo, eh, eh, kidogo ukianza kunlipa na mimi naacha kusupport basi. Na wanao msema vibaya, jamani, Nay hakuna Aku, mm. Mtu ambaye anajua Nay, yaani ingebidi, hey, Nay atuambie, unajua inabidi kama yeye ni msanii mkubwa, watu wanamwangalia, mashabiki zako wanabaki na maneno ambayo hayaeleweki, watu wambaki na maswali kawe. Kama wewe msanii mkubwa kabisa na hili limetokea kwa ajili yako, inabidi uambie watu wajue kwamba e, ni kweli umepokea au hujapokea. Unajua kuna mwingine anza kaongea, akafika hata mbali, kumbe maskini wewe hata hizo hela zenyewe bado hujachukua. Unaona ah, lakini milioni 100 bwana. Pipi. Mungu tu atusimamia. Mimi ni nyingi. Milioni mia mm -hmm. E yeah. Sio poa. Bwana yeah. E, sisi tuna sign out lakini, hope so, tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni gossip table bwana. Nilikuwa na mwenzangu online. Eh, kwa hiyo sisi tuna sign out, lakini tujibu hapo